Hapa. TV, bora kama Munir TV, guys. Mambo vipi watangu, Musa Munir hapa from Munir TV, mwangaza wa jamii kutoka Mombasa Likoni na niko na Stepper Wana Man hapa. Mambo vipi kaka? Poa sana kaka. Mambo fresh. Fresh kabisa. Sasa bana, nipo hapa leo, nataka kuuliza maili maswali maili matatu hapa kuhusiana na video zako na pia uhusiano wako wewe na Madundo Mwatitika, shangazi na wengineo. Tukianza na, ma, na Madundo. Wewe uhusiano wako na Madundo upo vipi? Kwa sababu kuna video nilikuwa nafanya pamoja na sasa hivi sizione kabisa. Kwanza kabisa, yeah. Kabisa naweza sema, mimi na Madundo ni uhusiano mzuri sana. Yeah. Na mimi kujuana na Madundo ni huko kwa mitandao ni TikTok. Ila alikuwa rafiki yangu toka kitambo. Unaona? Yeah. Yeah, yeah, na kukutana naye sasa hivi, unajua Madundo anaishi mbali kule Ukunda na mimi niko Likoni. Sawa, mpaka mpate pesa ndio niende kumtembelea mara moja moja, lakini kitokea yeye anakuja huku, ananiambia bana Stepper, niko feri hapa, njoo, mimi nampitia. yeah. Sasa tuingie katika swali lingine. Niliona unafanya kazi na Mwatitika ambaye anajulikana sana pale mtandaoni, tuliona mkifanya video moja mkiwa Turea Boutique na sasa hivi sijaona video nyingine mmefanya pamoja. Yeah, kwanza kabisa, Mwatitika ni rafiki yangu, naweza sema ni rafiki yangu tena mkubwa sana. yeah ambaye uh, nisingejuana naye kama isingekuwa Madundo. yeah. Yeah, pia najua naye kwa sababu Mwatitika ni mtu fresh sana. Ya yeah, ile siku alikuwa na advertisement. Mm -hmm. Yeah, ye na Madundo na kama vipi mi rafiki yao wakanaambia bana Stepa njo, shauana. Yeah, na nashukuru kwa hiyo support walionipatia. Okay. Swali lingine ni kwamba niliona pia ukifanya video ya misemo hapa pamoja na Madam Strong. Na pia alihusishwa sasa hiyo video ilienda vizuri, mlifanya vizuri, na sasa hivi sioni tena mkifanya video kwa pamoja. Hapo na hapo, na tunataka kupafahamu, je, ni vipi vipi? Uh, hapo cha ja kusema ni kwamba Madam Strong ni rafiki yangu, yeah, pia ni motivational speaker kama mimi, ushaona na Babji. Yeah. Uh, nilimuingiza tu, lakini ni rafiki yangu. Ile video ipambe moto lakwahitaji yeah, mtu kama vile Babji ili iende vizuri na kuhusu Madam Strong, Madam Strong yule anaishi Bamburi. Sasa ni ile timing tu mwambie bana Madam Strong vipi? Nahitaji unisupport na jambo langu. Ndio anakuja hivi ndio kama ile siku sasa tukashoot ile video andoika, na ndio ikawa vile leo kuna PUBG na ndio ikawa ikawa vizuri yani. Mimi nimependa kazi zako bro na kuombea kila la heri. Okay, swali lingine ni kwamba niliona pia unafanya kazi na Shangazi. Niliona mmefanya shoot moja katika maeneo ya town kule, sijui ilikuwa Naivas. Sasa na sasa hivi pia sijaona video zenu mkifanya. Shangazi naye amekimya. Hebu tuambie hapa hapa vipi? Ah, uh, kuhusu Shangazi, ile siku tulikuwa tulikuwa na Ivas. Uh, na ile siku kwenda pale, walinipigia simu Shangazi na Madundo akaniambia bana Stepha, kama alivyotangulia kukwambia na kwambia wale marafiki zangu. Ah. Uh, akaniambia bana Stepha tuko walikuwa posta pale, akanipigia video kwanza kushuti Madundo ilikuwa pale posta. Ah. Uh aenda hivyo hivyo mpaka Naivas. Ah, uh, kwa oh, Shangazi mimi rafiki yangu kama vile alivyofanya rafiki yangu Madundo. Na uh, wote wale wanao. Hiyo siku pia Madam Strong alikuwa. Tulizunguka sana, tukaenda Mama Ngina. Ah, uh, tulizunguka sana. Okay. Swali lingine ni kwamba katika hawa watu wote umefanya kazi nao vizuri. Je, yeah. Kati ya Madundo na Mwatitika unamkubali nani zaidi? <laughs> Ndugu yangu mimi hapo sitaki kuwa mnafiki kwa sababu <laughs> Singe mjua Mwatitika kama singe likuwa Madundo. Shawana. Okay. Na pia namshukuru Mungu alinijalia nikajua na na Madundo akanifahamisha kwa Mwatitika. Wazee wote hao ni viungo muhimu sana katika maisha yangu. Kwa sababu nisinge jiona TikTok ambaye ananishika huko Likoni kama Madundo, kama Mwatitika. Shawana. Namshukuru Mungu. Nataka kuwaambia wote wanangu, nakubali siko upande wa Madundo wala siko upande wa Mwatitika. Wote wanangu, ikitokea jambo lao mmoja niita, nitamsupoti Madundo, akinihitaji nitamsupoti Mwatitika, yani hivyo kwa hiyo wote wanakubali asilimia moja. Okay. Maelezo. Tuingie kwenye swali lingine, ni kwamba kuna siku niliona mmefunga safari moja, wewe na Mwatitika mpaka alishifa kule, ya alishifa radio, na nikaona pia mmefanya sijui ilikuwa kuna interview yeah, na pia interview. Kosa, niliona mnapeana, ulipewa kadi wewe, sijui ni kadi <laughs> ya harusi ama ni vipi, Tuelezee bana, tujue kama ulipoa kadi ya mwaliko harusi ya Mwatitika, utuambie na sisi utwalike. Ya, ile siku nilikuwa na interview na Mwatitika kwa Kaka Isa alituita, umeona, ya, kufika pale interview. Mashallah ya, alafu ndo Mwatitika hiyo Kaka Isa <laughs> yeah. Funga alishifa bai tarehe moja mwezi wa kumi na moja Mwatitika hapo ana jambo eh. Swali la mwisho ni kwamba niliona pia likoni TikTokers wao ukiwa mmojawapo imeungana maeneo ya Mombasa kule town center maeneo ya Pandia, mlikuwa mna mkutano gani? Kwa sababu nilimwona pia Official Zoo iko ndani, Babji, Mafia Boy na wengineo, rafiki yetu ab tukaenda kule tukamuona Naki tukampatia pole yetu, tukaongea naye vizuri hospitali mzima, sawa sawa. Sasa swali la mwisho kabisa ya kumalizia ile, wewe ulishirikishwa katika movie ya bahati mbaya, akiwemo Bekambagala Madundo, Shangazi, Madam Strong na wengineo. Sasa tunataka kujua uhusiano wako wewe na, na Beka Mbagala uko vipi? Ya, kwanza kabisa Beka Mbagala rafiki yangu sasa, ya, na yangu <coughs> Likoni TikTokers, Mombasa TikTok, TikTokers kwa ujumla na pia kwa wale TikTokers na wale wote ma TikToker. Unaopatia ushauri gani na kwa upande wa Mwatitika unampatia dua gani? Kwa Mwatitika nampatia dua kwamba jambo la ndoa sio jambo rahisi na mfanya maamuzi magumu sana. Ya mimi namtakia tu heri njema katika jambo lake na baada ya ndoa pia Mungu amnemeshe. Ya pasije pakawa na mbili tatu baina yake na mke wake. Naomba dua kwa Mungu kila kitu kiwe shwari. Na upande wa Likoni TikTokers, unatuambiaje na Munir TV unaipatia sifa gani? Upande wa Likoni TikTokers naweza sema tushikamane, tuendelee kusapotiana kwa sababu hata kama za kuwa na followers wingi, mwenzako ana followers kidogo, mshike mkono. Na upande wa Munir TV nao unaipatia sifa gani? Munir TV naipatia sifa as, katika asilimia mia naipatia 120. Yeah. Sijaona TV bora kama Munir TV guys. Munir TV ni mwangaza wa jamii. TV namba moja katika ukanda wa Pwani. Haichagui, sijui eti una followers wangapi. Inaanza kutoka chini kwenda juu, hayo yote Munir TV anaujiwa na namshukuru sana kaka Musa na kushukuru sana. Siku hii leo kuja kunifuata bana mimi Stepa na, na, na, mimi na, na maili matatu. Naikubali sana, mwenyewe pia nakukubali. Huyu alikuwa Stepa Wanaman from Wanaman Nation, na mimi nitasalia kuwa Musa Munir kutoka Munir TV, Likoni. Huu ni mwangaza wa jamii. Usikose kunitegea pale TikTok at Munir TV na pale upande wa YouTube at Munir TV 002. Fika pale, subscribe, like, share na pia usahau comment. Mwangaza ni wa jamii. Shukrani kwa kunitazama. Naitwa Musa Munir, kutoka Munir TV, Likoni. Asante.